Nchini Uganda, ambako kutokana na sensa ya hivi karibuni idadi ya mbilikimo ilibainika kuwa zaidi ya watu laki moja na tisini elfu. Watu hao wanalalamikia changamoto zinazowakumba ikiwa ni pamoja na unyanyapaa. John Musana ni mwenyekiti wa wakfu the wa mbilikimo. Watoaji huduma wa afya kama wauguzi wanahisia hasi dhidi ya mbilikimo wengine hata Jamii imeendeleza mjadala ikiwa watu hawa wafupi waorodheshwe katika kundi la walio na ulemavu. Kulingana na Shamimu Wekobera, ambaye ni mwanamke mbilikimo na mwanaharakati wa kupigania haki zao, anasema kutokana na mapungufu yao, bila shaka wao ni watu wenye ulemavu Defender, they ask you, unawakuta watu wakikuuliza wewe pia una ulemavu? Kimo chetu hakituruhusu kufanya mambo kama wengine, na wengi wanahisia hasi dhidi yetu. Mojawapo ya maeneo ambapo watu hao ambao wanapendelea kuitwa watu wenye kimo kifupi wanahimiza kuzingatiwa katika utoaji huduma za afya ya uzazi. Kimaumbile, akina mama mbilikimo hawezi kujifungua kwa njia za kawaida, lakini wengi wao wamejikuta mashakani kutokana na gharama za kujifungua kwa njia ya upasuaji. Shamimu Wekobera na Joel Kawanguzi, ambaye pia ni mmoja kati ya wanaharakati wanaopigania haki za wenzao nchini Uganda, wanasema tunajaribu kuona kwamba mustakabali wa wale watakaokuja baada yetu ubora uh, more... Mbali na kuwa wanawake hujifungua kwa njia za upasuaji wanakumbwa na changamoto nyingi zinazotokana na ulemavu huu. Ama kuhusu swala la upatikanaji fursa za elimu na ajira, mbilikimo anadai kuwa jamii huwatenga na kuonyesha kutojali kwamba wao si binadamu wa kawaida, na kwa hivyo hawastahili kupata elimu, kazi, na njia zingine za kuingiza mapato. Wanasema hii ni kero kubwa ambayo huanzia kwenye ngazi ya familia, ambapo watoto mbilikimo hukoseshwa fursa za elimu, huku baadhi ya wazazi, hasa akina baba, wakiwatelekeza na kuwachukulia kama laana kwa familia zao.